Washirikisha wanatusaidia wana, lakini ili tuweze kuendelea lazima ifike mahala tuweze kutembea wenyewe, na kupitia kambi hii ninaona tukiwa tunatembea wenyewe. Mchapie Bwana Yesu makofi ya yeah. Kwa hiyo tumeanza tume safari na ni safari nzuri, na mimi namshukuru Mungu. Kwa hiyo usifikiri watoto ni wachache, mia moja na tisini na kitu ni wengi, kama tumeanza kutembea wenyewe kwa sababu hatujaja na mtu hapa ambaye amekuja kuja tu, hata aelewi yuko kwa nini hapa hapa. Kila mtoto amekuja akiwa anajua kwa nini yuko, na katika hilo sasa, tulikuwa tukijaribu kupiga mahesabu vizuri, tukasema hivi, ili kambi zetu ziweze kuendelea vizuri kwa mwaka unaokuja, angalau kila mtoto anapaswa kuchangia shilingi elfu kumi na tano. Kuna mtu hapa yuko Dar es Salaam anakuna eh wazazi oi, huko nyuma, punga mkono wazazi oi. Angalau elfu kumi na tano inatakiwa kila mtoto achangie. Kuna watu hapa, nikisema kiasi walichochangia, mtu mmoja anaweza akasema wamewezaje kuishi? Kumbuka katika michango hii ambayo tumechanga kumbuka hakuna gharama za umeme, kumbuka hakuna gharama za maji, kumbuka hakuna gharama za kukaa accommodation, hakuna makanisa mengine wanaomba kuja hapa kufanyia, maana yake walitaka kufanyia hapa lazima walipe, na hatujafanya hivyo. Kwa hiyo fikirieni, tusifikirie. sio elfu tano elfu mbili Sehemu nyingine wanachangia shilingi elfu arobaini elfu hamsini mpaka laki. Nafikiri wakati ule mchungaji Martin alipokuepa hapa Madale, siku ile alipochangisha mliona aliwaambiaje? siku moja tu makambi yao kule Lutheran wanachangia shilingi elfu hamsini mtoto mmoja siku moja tu. Kwa hiyo tutoke sasa kwenye hatua ya kuwa watu wa kutegemea, tuende kujitegemea kwa kuchangia michango. Jamani, tutashinda elfu kumi na tano kwe? Au wewe unazaa tu, wazazi tunazaa tu, hatutaki kulea. Tunapunguza maovu, tuna kunyooshea kwa wazazi. Nisikilizeni, msisumbue wachungaji makanisani. Mwakani elfu kumi na tano na hii hela tunaikusanya miezi miwili kabla ya kambi. Hata kama tukiwa na watoto 30 tutaenda nao, ili mradi mzazi mpaka uelewe kwamba kulea ni kazi na sisi tunalea Wayo, Tangado, hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba wachungaji msihangaike, tangazo nimelitangaza hapa, elfu kumi na tano hii ni hesabu ambayo tumepiga katika hali ya kawaida. Hawa wachungaji akina mchungaji Jafet mpaka unaohurumia wana wanabana mpaka mwisho wanataka kubana mpaka chumvi, chumvi inabanwa. <laughs> E, wanabana kila kitu mpaka nikawambia sasa, mmenichosha mnabana kila kitu. Ukiwaona ofisini, wanaingia unaogopa, anataka kusema nini? Kwa hiyo wakati mwingine tunakuepana kuepana na wapishi inabidi waondoke mapema. Wakati mwingine ah, tunataka tuwe na amani na kambi, tusikimbizane, tufanye makambi vizuri, tuangazie na elfu kumi na tano mwakani. Naamini wazazi mnaweza wekeza mapema, inawezekana kabisa. Haleluya! Niliona haya niyaseme mapema ili kusiwepo na muda wa kwanza kuangaika kwamba tumesahau. Na kwa sababu niombe matoleo, kwa sababu niko kwenye kambi, niombe nataka tufanye kwa haraka sana kwa muda mfupi sana. Naomba kila kanisa waje hapa, kila kanisa shemasi mmoja apite mahali hapa ili niweze kuokoa muda. Nataka niokoe muda. Na ndugu zangu, nisikilizeni Chakula kipo cha kutosha, usiondoke. Na tukikuona umeondoka, tutakuona sasa ni wewe na changamoto. Tutakuona wewe upendi kula chakula cha wengine. Tule pamoja. Yesu asifiwe! Sasa, kwa sababu hakuna shemasi anayesimama na mimi hapa. Ndio shemasi, njoo. Naomba mifuko ile. Nimekuona mtumishi. Big up. Eh, unaweza tu kaja ukamsalimia hata Shemasi hapo wa kwako ukamwambia Bwana asifiwe. Yanakuwa mambo kama haya. Ndio muda unaenda vipi?